M23 wameanza kukimbia maeneo. Wanakimbizwa na nani? Hawakimbizwi na mtu, lakini mfumo wa siasa ndio unaowakimbiza. Jambo la kwanza katika mambo yanayowakimbiza M23 katika maeneo ni uchumi. Katika muvumai hiyo ya, ya, ya M23, katika muvumai ya M23 uchumi wame, wamekutwa na ukata. Kuna uhaba, kuna kutikisika kwa kiuchumi ndani yao. M23 inarudi pia katika maeneo kwa maana gani? Pia nasadikika kwamba kweli Rwanda inachomoa majeshi yake ndani ya Kongo, katika hali ambayo sio rasmi, sio kuonekana vile wanavyoondoka, one wanavyotoka, lakini kulingana na hali ambayo Rwanda inapitia, inaonekana Rwanda inatoa majeshi yake majeshi yake ndani ya Kongo polepole pole, taratibu taratibu, kisirisiri fulani hivi. Sasa Rwanda inapotoa majeshi yake taratibu, maana yake majeshi yanapungua ndani ya M23 RDF. Sasa katika strateji militaire walizo nazo, kama majeshi yanaweza kupungua kwao, maana yake wataangalia maeneo muhimu wanayoweza kuweka nguvu kubwa na maeneo ambayo sio muhimu sana wanaweza kuipunguzia nguvu. Kwa hiyo katika kufanya analysis ya hayo kwao, kwa hiyo kunafika mahala wanatoa majeshi katika maeneo ambayo hayako strategic sana, ili kuyapeleka kwenye maeneo ambayo very strategic. Sasa wanapotoa kwenye maeneo strategic, raia wanasema wanakimbia, wanakimbia, ila hawakimbii, lakini ni namna wanavyomuvuzisha majeshi yao kwa ajili ya kujimarisha maeneo ambayo ni muhimu na kuacha wazi tu maeneo ambayo wanaona sio rahisi kukamatwa, na hata kama akikamatwa, basi hakutakuwa na shida kama ambavyo kulitokea kisanga cha Ijwi, wakatoka wote wakufukuzwa na mtu, kwa maana katika strategie militari waliona ni eneo ambalo liko danger, aliko dangerous. Kwa hiyo hizi ni ripoti ambazo tuko nazo sasa, kama wakati huu ambapo tahela ni ndogo, hawana pesa, mambo mengi yameyumba, mahusiano yamezorota. Sasa kama wazalendo wazawaza wangepata hasira, vijana wa maeneo yote, kama wangepata hasira manake hapa ndo wangefanya reaction za maana sana wangefanya reaction za maana sana, na reaction hizo zingekuwa na matokeo makubwa kwa muda mfupi sana. Lakini kwa ukimya huu, wakati ambapo watu wako feble, na ninyi wa diversaire na ninyi mna, mnavaa ile feblese yao mnaenda nao, ni kama mmelogwa. Manake hawatakaa hivyo feble mpaka milele. Wanapopata feblese, wanapopata kuregea hivi, wanawaza tutajipaje nguvu ili kuondokana na huko kuregea si mmeona banki centrale ya Congo Goma ilifunga iweze kutumika, wakaenda kunegosie ende ilete ije kuimplement ije kuimplante branche ya banki yao the development moja pale, wakataa kukubaliana, ende nayo ikakataa. Wakaona tutafanyaje, kwa sababu muda wanao, wakaona watengeneze ya kwao ili waendelee na shughuli zao, wakafanya hivyo. kwa hiyo pale mtu anapokwama, ndio maana Dr. Norman Vincent Peale akasema kwenye kitabu chake Think Big, akasema kwamba ya unapofika kwenye obstacle, unapofika kwenye obstacle fulani usianalize kwa nini nimefika kwenye obstacle hiyo. Hapana, tumia muda mwingi sasa ukiwaza nita overcome vipi hiyo obstacle, nita nitaikwepaje? Oh, nita hili tatizo nitalipitaje? Nitalishindaje hili tatizo? Hapo ndo natakiwa utumia akili kubwa Utashindaje tatizo, sio kwa nini tatizo, na amefanya niwe na hili tatizo kwa nini? Aha, nitapitaje tatizo hili? Sasa hii ndio tekniko ambayo M23 wa wanafanya, wanapofika kwenye tatizo ma expert wao wanawaza tutapitaje tatizo hili tutalishindaje tatizo hili. Sasa wazalendo wengi wanafika mahala, wanapofika tatizo ni tatizo hili. Hey, kwa nini tatizo? Nani amefuatufanya hili tatizo? Nani amesababisha tupate hili tatizo? Ndio maana malalamiki ni mengi kwa serikali ndani ya wazalendo. Hatuna silaha e, serikali inatunyima, wanalalamikia serikali. Kulalamika kutaleta majibu? Hatuna chakula e, hey, wanalalamikia, ona tuna kufa na njaa. Ndio maana havitaishi, lakini embo fikiria vita vya Kongo vina miaka takriba takriban ishirini na kidogo au thelathini. Jiulize, wazalendo wamelima mashamba mangapi? Wamelimisha mashamba mangapi? kwamba tunaenda kule Ubembe, tunaenda kule Nemba, tunaenda kule Ubwari, kwamba sasa hivi vipe kumi ni vipe vya wazalendo, nyavu za wazalendo hizi, haya mashamba hizi, hektare tano ambazo unaziona huku Ijwi, hektare mia mbili ambazo unaziona sijui Lulenge, hizi hektare mia ambazo unaziona Fizi ni mashamba ya wazalendo kuproduiri mipunga ya kuproduiri miogo unaviona wapi? Miaka nenda rudi. Kwa hiyo awawazi na kosa sio lao. Awana ba politisien, awana ba teknisien. Kwa hiyo wazalendo kulimisha mashamba ingewezekana, kama mtu unaweka kamba akuachie hela na anaiacha, maana yake una mamlaka juu ya mtu huyo. Kwa hiyo ingewezekana pia wazalendo kujirevolte wale waprisonie wote wa wazalendo wote wanaonekana wana makosa, wanapelekwa shambani kulimishwa huko. Kwa hiyo ni ni mwaka mmoja tu, hata njaa ndani ya wazalendo inaweza kutoka, wanakula chakula cha mashamba yao. Mapori yako mengi ya kulima mipunga, inawezekana. Kamateni watu ntani limeni, kamateni watu fimbo. Hakuna majibu ambayo hayaji kwa upole, mengine ili yatatuliwe lazima ukali uingie, kama Misri ilikombolewa na njaa, watu hawakubembelezwa. Kulima chakula ni chao, watakila wao, lakini hawakutaka walime, wakapigwa fimbo za maana ili walime kwa lazima. Lakini hizo fimbo baadaye, wakaja kula chakula walichokilima kwa fimbo, na ndivyo inavyotakiwa ifanyike, hata kwa raia tunasema tunalima mashamba kule Nemba kule yako mashamba. Kwa hiyo raia wote wa Baraka, leo ni zamu ya kijiji fulani chote, mnakwenda kulima tarehe fulani, siku tatu mfululizo za wiki, zinatangazwa kama vile watu wanavyotangaziwa usafu Aya. man lendi ya tarehe kumi na saba lendi le diset mpaka merkredi le vente hii tjuro, watu wote wa kijiji fulani kilicho karibu na hili shamba la eneo fulani, wote ni kwenye shamba manake pale mmeisha ingia iza ideoloji ndani ya population na population ikubali ideoloji ile, tupambanie nchi kwanza, tulime mashamba ya, ya uh, wanajeshi kula. Sasa haitawezekana shamba ziweze kulima. Sasa tukikaa tutakula wapi? Mpaka hata raia anayesaidia, ndio wanasaidia watachoka. Hivi vitu vinawezekana, hivi vitu vinawezekana sana kwa miaka hii ambayo mipigano hapa kama uh, kama wazalendo wangekuwa na ma expert politician, watu wanaokwenda kuona mbali. Wako vijana wengi wamemaliza wa medicine, Bukavu wapi na wapi. Kuajiri vijana watano wakaingia ndani ya wazalendo, waza waza kuwatoa pale, wana kazi jobless, ni wazalendo lakini kwa sababu ya kutibu wa expect wamesomea wa hawa inawezekana. Sasa tukiongea vitu vya namna hivi watu hawape, yaani watu wanapendeka tuwasikie, wamepanda wa e, wamewatundika, wamewagonga pale A -a. Kugonga kuna kugonga, kuna sapotiwa, na hivi ninavyoongea hapo kuna watu watakaonielewa, vijana wasomi, kama vile tunavyoona timu za mpira, timu za mpira zinakwenda kucheza uwanjani. Tunaona wako na madaktari wanne, madaktari sita, madaktari wa viungo, madaktari wa vitoto wako pale. Kaa ikiwa kubwa ndo anapelekwa mtu hospitali, lakini wakati wa mapambano wa mpira unachezwa. Kuna rujima, daktari watimu waku soe na wa Croix Rouge madaktari wa timu wa kusoin first aid, na hivi ni vitu ambavyo hata ndani ya wazalendo vina kuwemo. Vijana wako wengi, wasome hawana hata kazi, ni kukamata. Umekataa? Yes, mbona M23 inawakamata kwa nguvu, inawapeleka jeshini? M23 inawakamata vijana, umesoma hujasoma, umeingia kumi na nane zao kamata jeshi, hata vijana wakibembe, wakifulero, wakinyindo, wakiwasi kufika mahala hapo, kifika hapo, maanake ki asira imeanza kufanya kazi, kamata wewe ni msomi, msomina kazi ndani, umekuwa ndani mzalendo, daktari kwanza, leo dawa toroka, tapigwa la kichwani. Sasa M23 na wakamata kwa nguvu wanapeleka sasa, inashindikana vipi wazalendo kutukamata? Na sisi, sisi watangazaji, ndio kazi yetu kuhamasishi, bado inawezekana na mambo mambo mengine yanahitaji kusukumana ndipo punda asipopigwa fimbo hatoki. Kuna wakati raia ili ikubali uzalendo, raia ili itembee na uzalendo, itandikwe fimbo. Fikiri ukombozi ni kama jusi chipsi mayai, tutakomboa nchi alafu bieri, tutakomboa nchi alafu ambo nasitakuwa na, na, na kunywa bieri, tutakomboa nchi ambo nakuna wamalaya huku kufrona, mi nimeshazoa maisha amalaya hata mambo ya kiroho ya kimungu tunayofundisha watu, ili upande kiwango cha kiroho, mpaka ukandwe, jaribu, ufinyangwe, imani ipimwe. Sasa eh, wakati unapimwa imani, hapo ndo jasho linakutoka. Viwango vya kiroho havipandi tu eh. Baba ni mchungaji, na mimi napenda niwe apostle, napenda niwe na prophesize ni na profetize. Kwa hiyo ah, lazima kuna mahala utapitishwa na Mungu mpaka uone joto linakotoka. Si mnajua habari ya Ayubu akapitishwa, mnajua habari ya Ibrahimu akapite, kama vitu vya kiroho tu vya Mungu wa mbinguni aliye na huruma kuliko watu wote duniani. Mungu wa mbinguni, yani, yeye anayejua kila kitu anatufinyanga finyanga kama chapati, ili tupande viwango Nchi itakombolewaje kama watu wafinyangwi finyangwi kama chapati? Nimeongea sana, kama ninahubiri tena, na hivi ndio vitu ambavyo watu wapende kusikiliza. Nataka wame tu wametandikwa wapi, tuambie wamefika wapi? Hawatafika popote kama akili hasicha. Kama akili hazijachimka akili za unge zimeganda kama mafuta ya ya ngazi, kama mafuta ya michikichi yameganda, mpaka yapigwe jua yapigwe moto ya yeyuke, ndipo ya mafuta yatatembea, na ndivyo alivyo raia, wameganda akili, wasipopigwa moto wasipopigwa bakora hawawezi kuyeyuka ili watembee waende na uzalendo. Inchi inahitaji watu kwa ajili ya ukombozi. Haya maneno niliyoyaongea hapa mwishoni mwishoni ni mabaya, mniandikie kwenye komenti, mchungaji umeenda vibaya. Na kama haya maneno niliyoongea hapa mwishoni mwishoni unaungana na mimi, waweza kuandika neno, nisikilize, nione imepokelewaje. Unaonaje huu mtazamo wangu? Andika tu. Niseme hivi kwa kifupi, bila maumivu wakati mwingine, au bila sisi kuondoana kule kudeka, kuna vitu vingi sana viweze kutimia na maana nilisema mzee wa habari mbichi kwamba hata wakati wa usaliti kama wasaliti hawatapigiwa sone, usaliti utaendelea mpaka miaka nenda. Kwa hiyo lazima kuwepo pia strateji za kukomesha baadhi ya vitu, lakini pia strateji za kufanya vitu vingine vifanikiwe. Na ili ufanikiwe jambo Hauwezi kufanikiwa jambo linalohitaji maumivu, hauwezi kufanikiwa kama umeogopa maumivu. Ni sawa sana mtu ambaye ana vidonda vidonda hapa kwenye koo koromeo. Sasa unataka hivyo vidonda hivyo tuvipasue, lakini hautaki kusikia maumivu, hauwezi kupasuliwa vidonda mpaka hivyo hivyo. Hivyo ndivyo ilivyo, na mimi niombe kwamba, mzee wa habari mbichi, uko na mimi. Uko na mimi, siwezi kuongea vitu vya uchinga ambavyo havina faida kwa watu. Nakwambia vitu ambavyo vini msaada mkubwa kwa watu. Tukutane kesho, Mungu akitujalia. Ulikuwa naye mzee wa